Yes, katika inchi, kila bana katika nchi au katika kila bana kunakuwa kuna kuna kuna wale wawakilishi eh, hasa kwenye upande mzima wa umis. Kuna kuna miss miss miss miss miss kuna labda Tanzania, Miss Kenya, Miss wapi, Miss wapi, Miss wapi. Alafu and then kunakuwa kuna ile Miss World kwamba mamisi wote kutokea katika nchi tofauti tofauti wanaweza kukutana na kuweza kufanya show moja kwenye bana jukwaa moja la Miss World ambalo pia linakuwa linafanyika katika maeneo tofauti tofauti ambayo yanakuwa yamekwisha kupangwa. Sasa niko na story ya eh, Miss England 2024 kimaanisha mwaka jana, ambapo sa mshindi huyo wa Miss England 2024 ambaye anafahamika kwa jina la Milla Magee, eh, mwenye umri wa miaka eh, bana 24 ameweza kujiuzuru kutoka eh, kwenye mashindano ya Miss World ya mwaka 2025 ambao pia anategemewa kufanyika, eh, mwaka huu, yanayofanyika kule, eh, Hyderabad India. India ndiko ambako yataweza kufanyika mashindano haya. Ikumbukwe kwamba India nayo ni moja kati ya nchi ambazo pia huwa zinatoa eh, warembo wazuri kutokana na watu pia wanapatikana kwa maana hiyo, akiweza kulalamikia unyanyasaji na mazingira yasiyo ya, ya kimaadili. Magee e, alidai kuwa e, alihisi kama kahaba hivyo, lakini na na pia kuweza kutokana na shinikizo la kuweza kuwaburudisha wafadhili wa kiume na kulazimishwa kuvaa mavazi rasmi na vipodozi muda wote, hata eh, katika eh, wakati wa kufungua eh, akifungwa kinywa kile. Sasa eh, eh, kumekuwa kama kuna, kuna wale waandaaji wa eh, eh, eh, mashindano ya Miss World huko nchini India ambayo anaweza kufanyika huko, ikisemekana eh, kwamba walikuwa wakimtaka kingono kabla ya mashindano hayo ili aweze kuweza kushinda. Sasa kuwa bana Miss World bana, eh, kwa sababu huko kuna, kuna matukio tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanatokea ili uweze kutimiza ndoto bana, kuna, kuna njia nyingi ambazo zinakuwa eh, eh, inabidi uzipite.

Utimiza zile ndoto zako ilendoto zakoaas huyo aliona kama u kama ni ukahaba fulani kwamba niweze kutumia mwili wangu na vitu vyangu pia, afu ili kushiriki, kushinda. Kitu kumba, huko India Samage pia ambaye pia ni mtetezi wa afya ya umma kupitia kampeni yake ya aisema no kauli ya uzuri wenye kusudi eh, lakini alikuta yakiwa eh, eh, eh, yameweza kupitwa na wakati huo na kuweza kuto kujali maadili. Vitu vinakuwa vinaendelea kutokea eh, kama hivyo kwamba bwana, hivi mtu anataka kukutumia and then vitu vingine viweze kuendelea. Sasa serikali ya Telangana eh, ime, ime, ime pia imelaani pia madai hayo na kuweza kuanzisha uchunguzi rasmi huku waandaaji wa Miss World wakikanusha eh, waki shutuma hizo za kuzitaja kuwa za uongo na za kashfa. Serikali ya upande wake kutokea uko England pia iliweza kufuatilia kuweza kujua ukweli wa swala hili, ni kwamba bana, ni kweli watu wanataka kuweza kutumika kingono waweze kushiriki katika mashindano kama hayo ya Miss World na vitu vingine kibao ebana, wao waandaaji wa Miss World wanaweza kukanusha shutuma hizo na kuweza kukataa kwamba wao hawahusiki kabisa na hizo story ni za uongo. Sasa mage pia mwenyewe sasa hivi anaweza kurejea Uingereza na nafasi yake kwenye mashindano hayo imeweza kuchukuliwa na mshindi wa pili wa Miss England. Ebana, wa ya, ya, ya, ya, ya, ya pili ndiye ameamua kuweza kukubali kwenda kushiriki mashindano hayo, ingalia kuwa pia na yeye haijasemekana kwamba ameweza kukubali kutokana na hizo sababu ambazo pia ziliweza kusemwa before au vipi. Lakini ilibidi wa washiriki kwanza kabisa bwana kuweza kukataa nisha kuposti habari hii. Kwa wale ambao wanakuwa wanatufuatilia vizuri, atakuwa waliweza kuiangalia na kuielewa vizuri kwamba naye pia alikataa kwenda kule kutokana na kuto kuzingatiwa design fulani hivi. Kama kwa upande wake ilikuwa ni, ni mamisi kutokea huku Afrika e, kuto kupewa priority kubwa sana kwenye mashindano kama hayo, hasa kwenye masuala mazima ya yale masuala mazima ya sehemu za kuza kukaa sehemu za kuishi kule nini, masuala mazima ya misosi design fulani, kama wa Afrika huku walikuwa kama wanatengwa kwa namna moja ama nyingine na ikamsababisha yeye eh, Miss Tanzania mwaka 2023 licha ya kupewa mwaliko kwenda huko kuweza kukataa kutokwenda kule kutokana na eh, kwa upande wake aliweka kama ni ni unyanyasaji fulani hivi wa kuweza kutengana na masuala mazima ya kilangi kwa nini Waafrika wasipewe priority kubwa na wao kama watu wengine kwenye mashindano hayo ya Miss World ambayo yanafanyika bwana huko India kwa mwaka huu 2025 akaweza kukataa lakini pia tunaona kabisa na yeye hapa bwana Miss kutokea England ameweza kukataa kutokana na masuala mazima ya kihusisho kwamba eh, ni mzima ya kingono na vitu vingine kibao. Yapi maoni yako kuhusiana na vitu kama hivi, bana? Dada zetu wanakuwa wanapitia vitu tofauti tofauti kuhusiana na, na hili. Je, ni sahihi kwa watu ambao wanakuwa wanaandaa tuzo hizi kuweza kuweka vipingamizi au kuweka masharti yao ili waweze kuchukua tuzo hizo na vitu vingine kibao? Drop comment yako hapo, utakua umetisha kinoma noma kwenye Instagram, Facebook na X bila kusahau pale YouTube ukisubscribe, utakua umetisha kinoma noma.